Quran na hi hadithi unaona wanasema, lau solati Eid geikuwa ni sunna, ibada ya sunna haiwezi kuifuta faradhi, faradhi ya Ijumaa. Ina maana hii ni faradhi, ndio ikafuta faradhi. Hata wewe, mfano, leo unasali sunna hapa na inakimiwa sana hii sunna yako itakana uiache, manao mtume anasema, idha uqimatis salat fala solat illa lmaktub Swala so ya faradhi itakapokimiwa hakuna swala nyingine itaruhusiwa kuswaliwa wakati huo isipokuwa swala ya faradhi. Lakini ina maana kwamba hii swala ya idi ni faradhi, ndo imeifuta faradhi ijumaa kwa mtu binafsi, kwa mtu binafsi dhuri, kwa mayamur, na swali ya dhuhuri akiwa ameamua ya dhuhuri. Na dalili nyingine ni ile aya ambayo mbayo tuliitaja juu ya mimbar, fasalli lirabbika wanhar, swali kwa ajili Mola wako na uchinje. Swala hapa ni faradhi idi, kwa maana kwamba ana, anatoa amri Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anapotoa amri, ilo jambo linakuwa ni wajibu, linakuwa ni wajibu nafikiri